wakulima wavuvi na wafugaji waweze kuinua pato la taifa letu. Wewe ni jemedari, na ndio maana tunasema Oktoba ikifika, sisi sote tuna teki kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ali selema, selema, selema! Mama Samia hoye!